tena mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji wetu katika mwendelezo wa kujifunza masomo yetu ya kesha ya asubuhi yenye kichwa kinachosema mwinue Yesu juu. Leo tarehe ishirini na sita ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema ulinzi wetu pekee katika maonjo na majaribu. Fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Zaburi sura ya mia kumi na tisa na fungu la mia na tano nalo linasema neno lako ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu. Basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu, asante kwa ajili ya siku nyingine tena, tunajinyenyekeza mbele zako kujifunza. Tunajua neno lako ni taa, tumulike, tufundishe, likatuangaze katika maisha yetu. Hili ni ombi letu kuu tunaomba tukitumaini katika jina la Yesu Kristo amina. Mungu ametupatia neno lake kuwa taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Mafundisho yake yana uhusiano muhimu mno, kwenye mafanikio yetu, katika mahusiano yetu yote maishani. Hata katika mahusiano yetu ya kawaida litakuwa kiongozi mwenye hekima kuliko mshauri mwingine yeyote. Maagizo yake matakatifu ni njia pekee ya mafanikio. Hakuna nafasi ya kijamii wala awamu ya uzoefu wa mwanadamu, ambapo usomaji wa Biblia si hitaji muhimu. Biblia ni kiwango kikuu cha mema na mabaya, ikieleza kwa uwazi zaidi dhambi na utakatifu. Kanuni zake zilizo hai, zinapatikana maishani mwetu mwote kama nyuzi za dhahabu, ni ulinzi pekee katika majaribu na maonjo. Biblia ni ramani, inatuonyesha alama za barabarani za ukweli. Wale ambao wanaifahamu vizuri ramani hii watawezeshwa kusoma kwa namna ambayo watakuwa na uhakika katika njia ya wajibu wao popote watakapoitwa kwenda. Biblia ina mfumo sahihi na mkamilifu wa teolojia na falsafa. Ni kitabu kinachotufanya kuwa wenye hekima hata kuufikia wokovu. Inatuambia namna ya kufikia makao ya furaha ya milele. Inatuambia juu ya upendo wa Mungu kama ulivyoonyeshwa kwenye mpango wa ukombozi, ikitoa maarifa muhimu kwa ajili ya wote, maarifa ya Yesu Kristo. Yeye ameletwa kwetu na Mungu, Yeye ni mwasisi wa wokovu wetu. Lakini mbali na neno la Mungu, hatungeweza kuwa na elimu kwamba mtu kama Bwana Yesu aliwahi kutembelea ulimwengu wetu, wala elimu yoyote ya uungu Wake, kama ilivyoonyeshwa kwa kuwepo Kwake pamoja na Baba hapo kwanza. Biblia haikuandikwa kwa ajili ya mwanazuoni pekee; kinyume chake, ilikusudiwa kwa ajili ya watu wa kawaida. Kweli kuu zilizo muhimu kwa ajili ya wokovu wetu zimewekwa wazi kama jua la mchana kweupe, na hakuna watakaokosea au kupotea njiani mwao isipokuwa wale ambao watafuata maamuzi yao wenyewe badala ya mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa wazi. Neno la Mungu linachoma kila sifa mbaya ya tabia, likimfinyanga mtu kabisa ndani na nje, likishusha kiburi chake na kujitukuza nafsi, likimwongoza kumleta roho wa Kristo katika majukumu makubwa na madogo ya maisha. Linamfundisha kuwa thabiti katika utiifu wake kama haki na usafi, na wakati huo huo daima kuwa mwema na mwenye huruma. Ongezeko la thamani ya Biblia linakuwa kulingana na jinsi inavyosomwa. Kwa njia yoyote ambayo mwanafunzi anaweza kuigeukia, atapata kuona onyesho la hekima isiyo na kikomo na upendo wa Mungu. Kwa yeye ambaye ameongoka Neno la Mungu ni furaha na faraja ya maisha. Roho wa Mungu anaongea naye na kisha moyo wake unakuwa kama bustani iliyomwagiliwa maji. Moyo ambao umetunzwa pamoja na kweli zenye thamani la neno la Mungu unaimarishwa dhidi ya majaribu ya shetani, dhidi ya mawazo machafu na matendo machafu.